Karibu tena katika channel ya Precama TV. Leo katika pitapita zetu za mtaani kipaza cha Precama TV kimemwona injinia mwenye uwezo mkubwa sana kujenga majengo mazuri na imara zaidi, tukasema ngoja tupige na history. Anawezaje kufanya majengo yanakuwa mazuri design kama hii? Injinia huyo anaenda kwa jina la Bilal Musa Shingwa. Ni civil engineering, ana uzoefu, kaza kama fundi wa kawaida, natumai kasoma na kasoma na kasoma mpaka kuwa engineer, ana uzoefu hali ya juu, na ndio maana anatengeneza vitu ambavyo vinakuwa na no ustadi wa hali ya juu na ubora wa hali ya juu. Hebu twende kumsikiliza injinia Bilal, anayapi hasa yaliyomo ambayo anayofanya yeye atengeneze vitu ambavyo ni vizuri vyenye ustadi wa hali yes. mm -hmm. ah, ya juu. Na tumeona kuna jengo nzuri sana unalijenga kwa ustadi mkubwa na mzuri. Naona kazi inafanyika hapa na viwango ahari ya juu Sasa tunahitaji tu- kuhoji maswali kidogo, ili tupate dondoo mbalimbali kuhusiana na kitu gani hasa kinachopelekea wewe kufanya kazi nzuri. Tugipenda kwanza uanze kujitambulisha, labda wewe ni nani, unafanya shughuli gani kwa jina. Naitwa Bilali Musa Shingwa, mimi nahusika na masuala ya ujenzi na elimu ya ujenzi, na elimu ya civil engineer husika na, na ujenzi wa majengo pamoja na barabara. Okay, tupate kujua huu ni mtaa gani na wilaya gani? na a hapa mpono nilipo, nipo katika mkoa wa Kigoma wilaya Kigoma mjini, ndani ya nchi ya Tanzania. Nipo ambapo nilipo katika huu ujenzi na huu ujenzi unapatikana mtaa gani? Huu ujenzi hapa unapatikana maeneo ya Kigoma Mwanga soko Marungu mtaa mfupi, ndipo ujenzi huu upo unaendelea. Naam, tupe taratibu hasa za ujenzi ili kuperekea kutengeneza kitu ambacho nzuri nzuri, taratibu za okay. Ujenzi zipo katika namna kuu tatu. Kama ni project inakuwa imetangazwa, kuna namna ya kuomba kazi katika option ya local fundi, kuna namna ya kuomba kazi kwa option ya engineer, na kuna namna ya kuomba kazi kwa option ya kampuni. Kwa hiyo inategemea project imetangazwa kwa namna gani. Na hatua za awali a ujenzi, hatua kwa kwanza, wana mshauri, mtu ambaye anajenga first kabisa umiliki wa haris nisome, yeye ndio mhusika. Umiliki wa haris, nitamcholea mchoro kulingana na mapendekezo yake. Baada ya hapo, nitamtengenezea quotation ambao nitaingia kwenye makubaliano na utekelezaji wa ujenzi. Naam, ili ufanye kazi nzuri, ni lazima utekeleze kitu gani au ufanye kitu gani ili jengo hasa liweze kuwa imara? Ili ufanye kitu kizuri na ufanye kazi nzuri, first kabisa, kwanza ni kupata lazima upitie katika hatua za kiujenzi, kumaanisha ya kwamba katika upande wa budget lazima ujue budget ya ujenzi utakao kujenga. tat lazima utengeneze BOQ ili uweze kuijua gharama yako ya ufundi kabla hujaanza kutekeleza gharama za ufundi, ili uweze kujipima, kama naweza nikaishia kwenye msingi au nikaendelea mpaka level ya linta au nikamaliza boma. Kwa hiyo utaanza BOQ utaiona gharama kabla ya uhalisia kuliko kwanza ujenzi hujaijua hata gharama. Uh, ujenzi kama ujenzi, natoa option kuu tano za kimsingi. Natoa option ya nyumba za makazi, najenga supermarket, najenga mahoteli, najenga masheli, najenga mabweni, shule, vituo vya afya, aina yote ya ujenzi ambayo jamii inahusika nao. Mimi nahusika na option hizo za kiujenzi. O, tupe uzoefu sasa hivi ni takriban miaka ishirini mm. na mbili na uzoefu wa kutechereza kafanya kazi nzuri ambapo kila mtu anaweza. Ya ulizungumzia kuhusu taratibu za ujenzi mm. ukazungumzia sijue fundi sijue loko fundi sijue engineer, sijui kampuni mm. unaweza ukaelekea, ndugu watazamaji, kama okay, nikizungumzia like. loko, loko fundi nakusudia kwamba ni kazi ya mtu ni fundi binafsi. Yaani kuna project ambayo inatangazwa inahitaji fundi. Mimi hata kama ni engineer naweza nikai apply, nika hiyo nika kazi nikaiomba kama roko fundi kulingana na kazi. Yaani masalan serikali au halmashauri husika inahitaji maroko fundi. Mimi japokuwa ni engineer na degree ya ujenzi na ruhusiwa kwenda kuiomba kwa option ya roko fundi. Au mtu binafsi anahitaji nikodi mimi kama roko fundi, sio kama engineer. Nitakodiwa kama roko fundi nitafanya kazi kama roko fundi na kuna vipengele vya kisheria vinalazimisha lazima hii kazi ya usike engineer, kwa hiyo nitasimama kama engineer. Na kuna baadhi ya ofisi pia zinahitaji kampuni, nitasimama kama kampuni. Hizo ndio maana ya option ya loko fundi, maana ya engineer na maana ya kampuni. Kwa hiyo ni tofauti wa vipengele vya utoaji wa kazi na namna ya ufanyaji wa kazi, na hata gharama zinakuwa ziko tofauti kulingana na hizo usija ayo protein na kuandika tofauti katika zile principles za kiujenzi first, baada ya kumaliza masuala ya, sasa hivi tupo kwenye hii hatua ya foundation. Hii hatua ya foundation tumechimba msingi. Baada ya kuchimba msingi tumemwaga zege chini ya msingi tamu tunaita branding. After that tumejenga msingi. Baada ya kujenga msingi tumeingiza kifusi katika msingi. Baada ya kuingiza msingi tumeshuka nondo. Baada ya kukanondo tumegonga mbao za pembeni kwa ajili ya maandalizi ya zege na kwa sasa hivi tumefikia hatua ya kupanga mawe, tuko tunapanga mawe, tunaelekea hatua ya umaliziaji wa umwagaji wa zege ambao ni wajamvi. Kwa hiyo tuko kwenye hatua ya upangaji mawe kwa sasa hivi. <tipi> na na, hii ni aina gani ya ujenzi unaojenga? Ni nyumba kuishi, au ni aina gani ujenzi unaojenga hapa? Ni ujenzi wa ni frame, nyumba ya biashara hii. Ni, ni nyumba ya biashara ambayo ni frame na store. Eli, frame na eia, hii mwanzo kuna frame na store, na nyuma kabisa kule kuna godown kubwa kwa ajili ya kuhifadhia mizigo. Kwa hiyo kwa lai, kwa area hii hapa tupo na option ya nyumba ya kibiashara. Labda ofisi yako mko pale kwa kama ofisi kama ina ofisi mahali ambapo unaweza kupata. Ofisi kama ofisi ipo Dar es Salaam. Natoa huduma katika nchi nzima. Ofisi ipo Dar es Salaam, Temeke, Mbe Yanga. Kuna ofisi ambayo inajihusisha na masuala ya ujenzi na mimi kama mimi ni mmoja wa mtumishi, ni mmoja wa watumishi katika ofisi na na, na, na Ha, labda utuambie tu kwa nini wametoka, umetoka Mwembe Yanga umekuja hadi huku Kigoma ni yani... kwa sababu ya huduma nayoitoa, mimi nimefanya kazi Kigoma, oozisi majengo karibia sita saba, kwao unapofanya kazi nimefanya kazi nzuri ambayo hiyo kazi imepelekea watu kunitafuta na kuniita Kigoma nifanye kazi, na si Kigoma tu, natembea Dodoma, natembea Arusha, natembea Mwanza naenda kufanya kazi mikoa mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania kupitia ujenzi. Kwa hiyo nimekuja Kigoma baada ya watu kupenda huduma nayotoa ya ujenzi ni nzuri zaidi. Nduri, labda utuambie, ndugu watazamaji, una uzoefu gani toka ulivyoanza, umetoka chuo, umeanza kazi hali hapo ulipofikia? Mi first kabisa kabla sijafika chuo nilipomaliza form 4 nilikuwa ni fundi. Kwa hiyo nimeanza kwenye option kwanza ya local fundi. Mimi sio engineer ambaye nimetoka tu moja kwa moja chuo kuja kwenye ufundi mimi nimepita kwanza maisha ya ufundi au kunikiwa nasoma, kwa hiyo nina confidence hata ya baazi vitendo, tofauti na maengineer baadhi wenzangu kwenye vitendo unakuta si wazuri, lakini mimi naanza vitendo baada ya vitendo, na nawasimamia vijana na nawapa mwongozo, kwa hiyo nina uzoefu hata wa vitendo, nimeanza kwenye option ya fundi. Asante sana, nashukuru. Kwa hiyo unaambia watazamaji wabaki wanaangalia tu hapa msingi au wategemee kupata kitu gani? Hii ni hatua ya awali ya ujenzi. Hatua ya awali ya ujenzi. Nitaendelea kutoa taarifa kila ujenzi unapokuwa unaendelea kulingana na hatua za kwenda, nafikiri The almost kila kila baada ya wiki mbili ujenzi huwa unabadilika. Kila baada ya wiki mbili nitaendelea kutoa taarifa ya ujenzi. Hizi ni hatua za awali, lakini kauli yangu tu ya msingi kwa mtu ambaye anahitaji kujenga ni vizuri, hatua ya kwanza kabisa atafute atafute ramani atafute architect. Architect ni mtaalamu ambaye anahusika na, na uchoraji wa ramani. Usijenge usijenge ujenzi wa nyumba pasipokuwa na ramani, kwa sababu ukijenga bila kuwa na ramani, hautakuwa na ramani, utajenga nyumba ambayo si nzuri, na haitakuwa na mvuto na haitakuwa na maana. Kwa hiyo hatua ya kwanza uchore ramani kulingana na mapendekezo yako wewe binafsi, hatua ya pili ujue gharama kabla utekelezaji, na hatua ya tatu uingie kwenye utekelezaji. Engineer, katika mitandao ya kijamii maana tunajua siku hizi kila kitu Mitandao wako kijamii, wa kijamii unapatikana, yes. Kama kwa jina unapatikana, ukiingia Instagram BMS contractor ukiingia, ukiingia YouTube, BMS contractor ukiingia natumia BMS contractor, unatumia kwa mitandao yote ya kijamii. Hapa tupo Mwanga, uh, mtaa wa Soko Marungu, na hapo ameona engineer namna ambavyo alivyojieleza na, anafanya na, na, ana uzoefu mzuri sana wa hizi kazi za ujenzi uh, Fuatilia Precama TV, bado tunaendelea hapa. Ni mwanzo, utaona baadaye jengo litakapokuwa limepanda juu, na baada ya hapo utapata nafasi ya kumwita ili afanye kazi yako.